Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, muda huu katika meza yetu ya habari, tunaye wakili msomi. Hii hapa ni Jambo TV, nami ni msomaji wako BM kutokea habari kiganjani. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, muda huu katika meza yetu ya habari, tunaye wakili msomi Peter Kibatala ambaye ni miongoni mwa mawakili wa askofu mkuu wa kanisa la ufufuo na uzima Tanzania na nje ya Tanzania. Wakili Peter Kibatala anazungumza muda huu kuhusiana na kanisa la ufufuo na uzima kufungwa. Anafafanua kisheria na kumkingia kifua askofu Josephat Gwajima pamoja na kanisa hilo. Wakili Peter Kibatala amechukizwa na waumini wa kanisa hilo kukamatwa na polisi, kwa kusema baadhi ya wa wateja wake wamekamatwa, na kwamba watasimama kidete kwa kuhakikisha kuwa anawatetea watu hao wa imani kwa wivu mkubwa. Hakikisha kwamba unamsikiliza hapa wakili Peter Kibatala kwa umakini wa hali ya juu mpaka mwisho, kisha like na share video hii moja kwa moja. Sasa bila kupoteza wakati, hebu tuende tukamsikilize. Wakili huyu msomi Peter Kibatala akizungumza akizungumza kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram, wakili Peter Kibatala amesema namnukuu Peter Kibatala: nimepewa rasmi maagizo na Kanisa la Utukufu wa Kristo Tanzania, linalojulikana kikanisa kama Kanisa la Ufufuo na Uzima, chini ya uongozi wa Askofu Josefati Gwajima, kulitumikia kama wakili wake na kuliwakilisha pamoja na watumishi wake wa madhabahuni na waumini wake katika masuala mbalimbali ya kisheria, jambo la awali likiwa ni suala linalodaiwa kuwa la kufutwa kwa usajili wa kanisa hilo kama jumuiya ya kijamii ya ndani linalodaiwa kufanywa chini ya sheria ya jumuiya sura ya 337. Nitahutubia vyombo vya habari katika muda utakaopangwa hivi karibuni kuhusu masuala yote ya kisheria yanayozunguka tukio hili la kusikitisha sana na nitawasilisha hatua zote za kisheria zinazochukuliwa kupinga kile ambacho wateja wangu wanakiona kama unyanyasaji wa kisheria. Baadhi ya wateja wangu, baada ya kukusanyika kwa utulivu, walikamatwa usiku wa tarehe 2 Juni mwaka wa 2025 na kwa sasa wanashikiliwa katika kituo cha polisi cha Oyster Bay, mkoa wa kipolisi wa Kinondoni, Dar es Salaam. Nimemteua wakili kutoka ofisi yangu kuwawakilisha kikamilifu Tutawatetea watu hawa wa imani kwa kiwango cha juu kabisa. Tunaendelea na tumeanza kuchukua hatua zote zinazowezekana kisheria. Tunafahamu kuhusu kauli mbalimbali mbali za hadharani zilizotolewa na mmoja au wawili wa maafisa wa serikali kuhusu ustawi wa kisheria na kidini wa wateja wangu. Kama nilivyotangulia kusema, tutajibu kwa kina. Hatutambui chochote kinachoitwa Glory of Christ Church. Wateja wangu wanajulikana kisheria kama The Glory of Christ Tanzania Church. Hivyo basi, karatasi yoyote inayosambazwa kwa jina hilo la awali ni suala linalomhusu aliyedai kuiandika. Haya ndiyo yamekuwa maneno na ujumbe wa wakili msomi Peter Kibatala, ambaye hapa anaonekana kama miongoni mwa mawakili wanaomsimamia Askofu Josephat Gwajima pamoja na taasisi yake ya Ufufuo na Uzima. Ameazungumza kwa kuyaandika kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram siku ya leo tarehe tatu Juni mwaka huu wa 2025. Imeelezwa kwamba polisi jijini Dar es Salaam Tanzania, wameripotiwa kulizingira eneo lilipo jengo la kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na kiongozi wa dini ambaye pia ni mbunge wa Kawe Josephat Gwajima. Hatua hiyo ilikuja saa chache baada ya kusambaa mtandaoni barua kutoka moja ya idara za Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ya Tanzania ikimwarifu Gwajima kuhusu uamuzi wa serikali kulifunga kanisa hilo. Taarifa za askari polisi kulizingira jengo la kanisa la Ufufuo na Uzima lililopo eneo la Ubungo, kilomita 12 kutoka katikati mwa Dar es Salaam zilisambazwa mtandaoni na Gwajima mwenyewe kupitia kipande cha picha ya video akiwa amezungukwa na watu aliowaita maaskofu wa kanisa hilo waliovalia makoti na mashati ya rangi ya zambarau. Baadaye zilisambaa picha zilizowaonesha watu wakirusha mawe na sauti za kuwahimiza waumini kwenda kanisani, huku kukiwa na milio ambayo haikufahamika iwapo ilikuwa ni ya gesi ya kutoa machozi au risasi za moto. Barua ya msajili wa jumuiya za kiraia iliyosambaa, ambayo Gwajima anasema hajaipokea, ilielezea kufuta usajili wa kanisa la Glory of Christ Church maarufu kama ufufuo na uzima, hivyo kutakiwa kusitisha shughuli zote mara moja kwa makosa ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na kuichonganisha serikali na wananchi. Mapema Mei 25 Gwajima alielezea kukerwa na matendo ya utekaji wa watu na mauaji. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata baadhi ya waumini wa kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima kwa tuhuma za kukaidi agizo la serikali la kulifuta kanisa hilo na kuendelea kufanya ibada kinyume cha sheria. Akizungumza na Wasafi FM siku ya leo Jumanne, Juni tatu mwaka huu wa 2025, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema watu hao wamechukuliwa na polisi ili kutoa maelezo ikiwa walikuwa hawajafahamu maelekezo ya serikali au walikaidi makusudi agizo hilo kwa lengo la kuzua fujo, wakati wakielekeza nini cha kufanya kufungwa kwa kanisa la Askofu Gwajima Kulingana na maelekezo ya kisheria, kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya mambo ya kutoelewa, kwa hiyo ikabidi tuwachukue na tunaendelea kuongea nao, kujua kweli walikuwa hawaelewi kilichokuwa kinatekelezwa au walikuwa wanafanya tu kukataa, kwa maana ya kutaka kusababisha fujo, amesema kamanda Muliro. Kamanda Muliro ameeleza kuwa jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na amani na kwamba hatua ya kufungwa kwa kanisa hilo ni utekelezaji wa maamuzi ya kisheria yaliyotolewa na mamlaka husika. Amesisitiza kuwa endapo kanisa au viongozi wake watataka kurejeshwa kwenye shughuli zao za awali basi wanapaswa kufuata utaratibu wa kukata rufaa kwa mujibu wa sheria. Wanaweza kukata rufaa kwa mamlaka za kisheria, na kama wakiruhusiwa, sisi polisi tutaendelea kuzingatia sheria. Hatuna tatizo na yeyote anayetii sheria, amesema. Juni mbili mwaka wa 2025 serikali ilitangaza kulifuta rasmi kanisa la Ufufuo na Uzima, ikieleza kuwa limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa, hatua ambayo imeelezwa kuwa ililenga kuichonganisha serikali na wananchi. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa habari Kiganjani, hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako kwa ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa